Dar es Salaam kwa sasa kuna ongezeko kubwa la watoto wanaoitwa watoto wa mitaani, lakini mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshajenga vituo vikubwa vya kulelea watoto. Sasa anatoa wiki moja wale watoto wote wanaopatikana saa usiku wa saa sita, saa tano, saa nne, ile barabara ya Haile Selassie ya, ya, ya pamoja na maeneo mengine yote, watoto hao na mama zao wachukuliwe hata kwa nguvu wapelekwe kwenye vituo vilivyo kushajengwa na serikali. Wapo watu ambao wanaendelea kutumia wale watu kujineemesha na kusumbua watoto kuweza kuombaomba barabarani, na kama kuna mtu atatoka tena kwenye kile kituo atua hatua kali za kisheria zitaweza kuchukuliwa dhidi yake au dhidi ya mzazi anayefanya hivyo, au la, serikali ipo tayari kuwagaramia kwenda kwenye makazi mojawapo ya watu hawa walio kwenye moyo safi kuliko kuzunguka na watoto wa chini ya miaka mitatu, miwili, mitano na kuwazungusha kwenye barabara usiku na kuombaomba, tunajenga tabia mbaya katika taifa na kuonyesha kwamba taifa halina sera ya kuweza kuwalea watoto ambao wamekosa wazazi, wako kwenye mazingira magumu au vinginevyo.